Utasoma kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya pili mstari wa 20 b mpaka 23. Lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu, kwa sababu ndio mlioitiwa. Maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawachia kielelezo, mfuate nyayo zake yeye hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakuwa matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa, kwa haki. Alikuwa kielelezo kwetu. Yesu mwenyewe ndiye alikuwa mbele yetu, yaani ndiye ambaye alikuwa taa yetu kwao. Alijitoa. Alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakurudisha kuwatesa wale waliomtesa. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye alichotaka ni kwamba yeye awe kielelezo. Tuko hapa ni kwa sababu Yesu alishafanyika kielelezo, maana amesema tufate nyayo zake. Kwa hiyo tuko hapa kwa sababu tunatakiwa tumfuate Yesu, kwa sababu yeye alishajitoa kuwa kielelezo kwetu. Tunarudi katika maisha ya uhalisia wetu, ndipo tunatakiwa kufanya vile alivyofanya Yesu, ndipo tunatakiwa kujifunza kile ambacho alikifanya Yesu, kuwa kielelezo kwa watu wengine, kuwa kielelezo kwa dunia hii, kuwa kielelezo katika ulimwengu huu. Wewe unaelewa nini tunaposema kuwa kielelezo? Tufuate nyayo zake, kwa sababu yeye alijitoa kuwa kielelezo. Unaposikia neno kielelezo We unaelewa nini unaposikia kwamba mimi kama mkristo mimi kama mtu ambaye nimeokoka ninatakiwa niwe kielelezo kwa wengine, ili wengine wajifunze kwangu, ndipo waione hii nuru ambayo ninaiona mimi, kwa sababu hapa, haya ni maisha ya Yesu ambaye aliyatoa yeye maisha yake kuwa kielelezo kwetu. Alitoa maisha yake kuwa kielelezo kwa kanisa, alitoa maisha yake kuwa kielelezo kwangu, alitoa maisha yake kuwa kielelezo kwako. Yesu hakurudisha kwa sababu yeye kwanza alikuwa ni mnyenyekevu. Kumbe ili uweze kuwa kielelezo lazima uwe mnyenyekevu. Lazima uwe mpole. Sio kila kitu unachoambiwa unaanza kudauti. Sio kila kitu ambacho kimekuja unakichukulia kama kilivyo. Lazima unyenyekee, utafakari, ufikirie nini cha kufanya ukiongozwa na Roho Mtakatifu ili tuweze kuwa kielelezo ili tuweze kuwa kielelezo kwa ulimwengu huu, ili tuweze Yesu aweze kuonekana ndani yetu, lazima tukubali kuwa wanyenyekevu, tuwe wapole. Ndipo ambapo tutamwona Mungu, ndipo ambapo wale mataifa wataigeukia hii nuru. Tumejifunza wiki mbili zilizopita, sisi ni nuru ya ulimwengu. Sasa unapokuwa nuru ya ulimwengu, watu wanatazama, watu wako gizani, wanatamani wamulikie, wanatamani waione ile nuru yako, ndipo waifuate. Lengo la Mungu ni kwamba sisi tumuelewe, sisi tumjue, ili tuishi kama alivyoishi, ili tuishi kuwa kielelezo katika ulimwengu huu ili watu wamwone huyu Mungu tunayemtumikia, lazima sisi tuwe kielelezo, lazima sisi tuwe wa mfano. Matendo yako yanatakiwa yawe matendo mema. Kwa hiyo unapotenda wema kwa watu, unapotenda wema huko unakoishi, unapotenda wema kwa majirani zako, unapotenda wema kwa ndugu zako, ndipo ile nuru yako, ndipo ule uungu wako ndipo ile nguvu ya Mungu inaonekana ndani yako, nawe unafanyika kielelezo, unafanyika kuwa mfano wa kile ambacho wanakisoma. Hata kama mtu alikuwa anasoma maandiko haelewi, ndipo anapokuja kugundua kwamba kumbe huyu ni mtumishi wa Mungu. Si kuna watu hapa mnaitwa mama mchungaji lakini hujaolewa? Si wapo? Kuna mwingine anaitwa mchungaji lakini sio mchungaji. Kwa nini? Kwa sababu yale matendo yake amefanyika kuwa kielelezo. Watu wanajua wachungaji ni watu wa namna gani, watu wanajua wamama wachungaji ni watu wa namna gani, wanajua wazee wa kanisa ni watu wa namna gani, wanatakiwa waishi namna gani. Ndipo wanapoangalia yale matendo yako wanaona kumbe wewe unastahili kuwa hapo, kwa sababu unakuwa kielelezo, kwa sababu matendo yako yana aksi kile ambacho wanakitamka. Alhibitika kwamba unathibitika, wewe ni Mkristo. Unathibitika, wewe umemwamini Yesu, umethibitika ya kwamba wewe we ni mtoto wa Mungu, kwa hata kama wanapopata changamoto wanapopata shida yoyote, aidha wanahitaji maombi, watakukimbilia wewe, kwa sababu wanajua wewe unayemwamini ni nani. Matendo yako yanadhihirisha kwamba yuko Yesu ndani yako, matendo yako yanadhihirisha kwamba yuko Mungu ambaye anatenda kazi ndani yako na wao wanaweza wakapata badiliko la kweli wakamgeukia huyo Mungu wako, kwa sababu tu wewe umefanyika kielelezo. Ifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Kwa nini anasema hivyo? Anasema hivyo akimaanisha kwamba yeye anatakiwa awe kielelezo kwa wale wanaomfuata ndipo, ha, wale wanaomfuata wakimfuata yeye, kwa sababu yeye anamjua yule anayemfuata pia na yule anayemfuata anajua alishafanyika kuwa kielelezo. Kuna watu wamegeuka, wanasema ukimfuata mtumishi wa Mungu unakuwa chawa wake. Mimi nakwambia hivi, yani, unapomfuata mtumishi wa Mungu umemfuata pia Yesu, kwa sababu yeye anamwamini Yesu na kile anachokuhubiria kinatokana na yule ambaye unatakiwa kumfuata. Kwa hiyo unapomfuata mtumishi wa Mungu, ndio maana Paulo anasema mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata nani? Kwa sababu kama utakuwa mtumishi wa Mungu unamdharau, watumishi wa Mungu unawadharau, huyo Mungu utamwona kwenye maisha yako. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu yeye ndio amefanyika kielelezo kwako, kwa ili umjue huyo Yesu ambaye unamtaka kwa unapokuwa umemnyenyekea huyu, unapokuwa umemheshimu mtumishi wa Mungu, Yesu anatazama, anaona umemnyenyekea pia yeye, kwa sababu huyu amefanyika kuwa kielelezo. Kwa sababu Yesu alimwokoa huyu ili aje akusaidie na we upate kuokolewa, kama ambavyo umekuwa kielelezo katika mtaa wako, kama ambavyo umekuwa kielelezo katika ulimwengu ambapo unaishi Kumbe una haja na kazi ambayo unayo pia ni kwamba unatakiwa kuwa kielelezo kwa familia yako, unatakiwa kuwa kielelezo kwa watoto wako, kwa sababu watoto wanapokuwa wanakuwa wanataka kujua baba anatembea kwa namna gani, mama anatembea kwa namna gani. Vile ambavyo unatembea ndivyo watoto wako watakuja kutembea, vile ambavyo unaishi ndivyo watoto wako watakuja kuishi. Paulo anaposema mfuate kama anavyomfuata Kristo alijua Kristo alitembea namna gani, ndipo alipokuja kutembea. Anapotembea sasa, ndipo anawambia na wanafunzi wake mnifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Kwaio na sisi hapa tunayo kazi ya kumfuata mtumishi wa Mungu kama anavyomfuata Kristo. Alishasema hata yeye kwamba, siku ukiona nimekengeuka kimbia, kwani we si unajua. Si unasoma maandiko unaelewa kwamba huyu mtu yuko sawa, huyu mtu hayuko sawa. Unatakiwa kuishi katika ku, kuifanya kazi ya Mungu, lakini tunapoifanya kazi ya Mungu tutende matendo mema. Potenda matendo mema, umejifanya kuwa kielelezo, umekuwa wa mfano kwa sababu Yesu alitenda mema. Kuna wimbo unasema kila alipopita Yesu alitenda mema. Kwa hiyo, kama Yesu alitenda mema kila alikopita, nawe kila unakopita, wanatakiwa wayaone mema, kila unakotembea wanatakiwa wakuone ukitenda wema. Tuwe wasafi katika matendo, tunaposimama kuimba, tunaposimama kuhubiri, tunaposimama kumshuhudia mtu natakiwa tuwe watu wenye kutenda matendo mema. Unakuwa umeenda labda kushuhudia mtu, unapokuwa umeenda kumshuhudia unakuta ana dhiki nyingi, ana shida nyingi, kuna mwingine anaokolewa. Kwa hiyo sadaka yako utakayompa tu, umefika mahali unaona kabisa ana changamoto nyingi, amekuelezea changamoto nyingi, mpe neno lile. Neno utakapolitoa utakapo toa na kitu kile kitu kinaweza kikamtoa mahali pale alipo, akatoka, akajua ile nuru yako, akajua ile nguvu yako, akaanza kutafakari na kuelewa kwamba kumbe huyu anatoa si kwa sababu anavyo vingi, anatoa tu kwa sababu anamjua anayemtumikia. Kwa hiyo na mimi natakiwa nimfuate huyu kwa sababu kule aliko kuna vitu. Haleluya! Tusome Tito sura ya pili mstari wa saba mpaka wa nane. Katika mambo yote ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema, na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahivu, na maneno yenye uzima yasiyoweza kuhukumiwa makosa, ili yule mwenye kupinga atahayalike kwa kuwa hana neno baya la kunena juu yetu. Mstari wa nane ndipo nataka nizungumzia zaidi, kwa sababu mstari wa saba tumeshauchambua, tumeshauelewa, kila mmoja amezungumza katika mstari wa saba kwamba katika mambo yote ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahivu. Lakini mstari wa nane anasema na maneno yenye uzima yasiyoweza kuhukumiwa makosa ili yule mwenye kupinga atahayarike, kwa sababu shetani ndiye mshtaki wetu. Shetani ndiye anayepinga. Kama unamtumikia Mungu, yeye anaona kama vile umemsaliti, lakini ukweli ndio huo ni kwamba unapomtumikia Mungu, umemwacha shetani. Maana Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia, na mpinge na kazi zake. Mpingeni shetani na kazi zake, naye atafanyaje? atawakimbia. Kwa hiyo tunapokuwa tunampinga shetani, yeye anaaibika, atahayarika. Hapa kwenye Biblia anasema atahayarike, kwa kuwa hana neno baya la kunena juu yetu, kwa sababu hatakuwa na kitu cha kukushtaki, hatakuwa na kitu cha kusema kwamba mbona huyu ametenda hili. Natoka kuzunguka zunguka, Mungu anamuuliza umemwona mtumishi wangu Ayubu? Nasema nimemwona, lakini ni kwa sababu tu umemzingira. Yaani anapata kitu cha kueleza mbele za Mungu, anapata kitu cha kusema kwamba huyu, ni kwa sababu tu umemshikilia huyu, ni kwa sababu tu umemzingira, ndio maana siwezi kuingia kwake, lakini kama utamwachia, manake nitaweza kuingia kwake. Sasa ndipo tunaona Mungu anamwambia kwamba nit natoa kila kitu kwake, lakini roho yake tu usiguse. Shetani anasema sawa, anaenda kwanza kumjaribu, anapitia mambo mengi, lakini Biblia anasema katika hayo yote Ayubu hakumwacha nani? Hakumwacha Mungu. Kwa hiyo unapokuwa unaendelea mbele, unapokuwa unasonga mbele katika wokovu, yuko mshtaki ambaye anaenda mbele za Mungu kila siku, anasema fulani ni kwa sababu tu umemzingira. Sasa Mungu ili athibitishe kwamba kweli unamwamini, Mungu athibitishe kwamba kweli wewe ni kielelezo chake katika ulimwengu huu, anatoa sasa ila anaachilia kwamba roho yako isiguswe. Ndipo unapitia majaribu. Kwa hiyo unapokuwa unapitia majaribu, pia unatakiwa uelewe kwamba wewe ni kielelezo cha Mungu, wewe unatakiwa uamulikie watu wamuelewe Mungu wako, na ukisha simama vizuri, ukisha kusimama katika imani hiyo, ukisha kusimama katika kumfanya Yesu akawa kielelezo chako na we ukakaa katika ku, kuwa kielelezo kwa wengine, ndipo sasa tunaona huyu mshtaki wetu ambaye ndiye anayepinga kazi za Yesu. Huyu mshtaki ambaye ndiye anayepinga kazi zako unapotenda wema anaaibika. Ii ni maneno yako, kama utakapokuwa ukiambiwa hivi labda umetukanwa na we unarudisha matukano Manake nini? Manake ni kwamba wewe tayari umekataa kuwa kielelezo cha Yesu. Wewe tayari umekataa kuwa kielelezo kwa wengine. Umekataa kuwa nuru, umekataa kumulika kwenye giza. Watu walioko gizani waione nuru yako, waione nuru ile ambayo inatakiwa iangaze, hata unapokuwa katika shida, unapokuwa katika mateso. Watu wanatamani kuona unaendelea na Mungu wako, watu wanatamani kuona unaanguka, lakini we unasema yuko Mungu ambaye ananitetea na ananisaidia katika kila hali, nitamuishia yeye. Maneno ambayo hayawezi kuhukumiwa makosa ni yale maneno ambayo mfano nimetoa mfano wa Ayubu wakati anajaribiwa, hakutamka neno lolote baya. Wakati anapitia changamoto, hakutamka neno lolote ambalo lilikuwa linamkosanisha yeye na Mungu. Sasa hapo ndipo unaona kwamba maneno ambayo hayahesabiwi makosa ni yale ambayo alikuwa akiyatamka wakati yuko kwenye dhiki nyingi, wakati yuko kwenye shida nyingi, yeye aliendelea kuliitia jina la Bwana yeye aliendelea kumwita Mungu amsaidie amtoe katika ile hali, lakini wakati huo huo akaja mke wake, ambaye anamwambia mkufuru Mungu ufe. Kwamba huyu mtu alikuwa ni mtu ambaye hakutaka kukosana na Mungu kwa sababu yeye alijiweka kuwa kielelezo, alijiweka kuwa mfano wa wengine, ili mpaka leo tunaendelea kujifunza kwake, ni kwa sababu alijitoa kuwa kielelezo kwetu, alijitoa kuwa kielelezo ili tujifunze na tuendelee kujifunza kwake. Kwa hiyo alipokuwa katika changamoto, aliendelea kutamka maneno ambayo yalimjenga, maneno ambayo yalimfanya Mungu aendelee kumwonekania, maneno ambayo alimfanya Mungu aendelee kumtetea katika ile hali. Sasa yawezekana unapopitia shida yawezekana unapopitia changamoto wewe umekuwa hauangalii tu ule msaada wa Mungu. Yawezekana umekuwa ukitamka pengine kwamba au Mungu ameniacha, yaani un, unajihisi kama umeachwa, lakini kumbe Mungu yuko hapo. Ndipo anataka kuonyeshe mlango wa kutokea. Wewe ndipo unapokata tamaa. Kuwa umekata tamaa, huwa tunatamka maneno mengi. Kwa hiyo unapokuwa Hujakata tamaa unatakiwa uendelee mbele. Mungu anatamani kukuona unapokuwa unaendelea mbele ndipo ambapo anataka akusaidie. Ndipo ambapo anataka akutoe kwenye ile shida yako. Wewe sasa unatamka tena maneno ambayo yanakukosanisha wewe na nani? Na Mungu. Yaani unapopitia shida, unapokuwa kwenye wakati mzuri tusiseme shida peke yake. Unapokuwa hata kwenye wakati mzuri unatakiwa uendelee kumtukuza Mungu.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 Anawatawaza wanafunzi wake, ndipo anapowaambia kwamba ninyi mnaniita mwalimu, ni kweli, mmefanya kitu kizuri, na mimi nimejiweka kuwa mwalimu. Sasa kama mimi nimewafanyia hivi ninyi wanafunzi wangu, kwa hiyo na nyinyi mnatakiwa mfanyiane ninyi kwa ninyi, mtendeane wema wenyewe kwa wenyewe. Sisi ni wapitaji tu katika dunia hii. Sisi ni wageni. Wenyeji wetu uko wapi? Huko mbinguni ko. Tunapokuwa tunaishi hapa duniani, tunatakiwa tuishi kwa kujua kwamba sisi tu wapitaji mahali hapa. Mtu anapokuja kukueleza changamoto yake, sio uitoe hapa uipeleke kwa jirani. Amekueleza anahitaji msaada wako, yawezekana hauna kitu cha kumpa, lakini unayo nguvu ya kuomba, unayo nguvu ya kumwambia Mungu kwamba, Mungu, ninaomba umvushe mama huyu, ninaomba umsaidie ndugu yangu atoke katika changamoto hii. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu umejua ya kwamba huyu anatakiwa ni msaidie. Yesu anatoa mfano huu akitaka sisi tusaidiane sisi kwa sisi. Wakati mwingine umeenda kumshuhudia mtu yule, mtu umeenda kumwambia kwamba yuko Yesu ambaye anaponya, yuko Yesu anaokoa, yuko Yesu ambaye anakusamehe dhambi zako, yuko Yesu ambaye atakutoa katika shida yoyote. Kwa hiyo yale maneno utakapokuwa umemjenga akakuelewa akatoka kule, akaja mahali hapa. Yawezekana wakati mwingine wewe huyo huyo ukaenda tena ukamwambia huko, mm, hapa, lakini mwangalie mama fulani. Sasa akishaanza kufikiria kwamba mwangalie mama fulani, ndipo anarejea kwenye maneno yako, anaanza tena kukutafakari, anaku, anajiuliza kwamba mm, kumbe tena humu kuna watu ambao ni wabaya. Kwa hiyo neno lile limekuwa ovu limetoka kinywani mwako. Wewe umefanyika tena kumtoa yule ambaye ulimleta, ulimuonyesha kwamba yuko Yesu ambaye ni msaada wetu, yuko Yesu ambaye anatusaidia na kututetea katika kila hali. Wewe huyo huyo tena unageuka unambunja moyo, na watu wa namna hiyo unachambua, badala umchambue Yesu unaanza kuchambua wanadamu. Soma Matayo 12:36, Biblia nasema basi nawaambia kila neno lisilo lisilo maana watakalo linena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa hiyo unapokuwa unatamka, ujue kabisa kwamba kila neno unalolitamka utalitolea hesabu siku ya mwisho. Tuchunge sana vinywa vyetu. Kinywa chako kinayo nguvu, kinayo mamlaka, kinaweza kikamtoa mtu na kinaweza kikamweka mtu hai. Haleluya. pokuwa unatamka kuna vitu vingine ulivitamka leo unaviona katika uhalisia. Ni kwa nini? Kwa sababu Mungu alikupa kutamka, na Mungu alipokuwa anaumba dunia, Mungu alipokuwa anaumba ulimwengu aliumba kwa neno, naye ni neno. Maana neno anasema, neno alifanyika kama neno alifanyika kuwa naye ndiyo Mungu ambaye yuko mahali hapa anatusaidia. Kwa unapokuwa katika ulimwengu huu, ujue wewe una namna ya kiungu. Unaweza ukasema, ukamwambia hata mgonjwa kwamba kuanzia leo hutaumwa tena Akapona, akapokea uponyaji. Kwa nini? Kwa sababu kinywa chako kina namna ya Mungu, kina nguvu ya Mungu. Unapotamka neno linakuwa. Unaposema sitaumwa, sitakuwa mgonjwa tena, unakuwa mzima kwa sababu umetamka. Mungu anasubiri utamke, maana yeye analiangalia neno lake ili apate kufanya kulitimiza. Sasa usipotamka, maana yake hautapata chochote kwa sababu hujatamka. Kwa unapokuwa unatamka maneno yako, yatazame, uyapime, uyaangalie kwamba hiki ninachokitamka kinatoka wapi? Kinatoka katika ufalme gani? Na kitasaidia nini? Kitamsaidia mtu au kitamwangusha mtu? Neno la Mungu linatakiwa kuvuma kupitia wewe, ambaye umeshaipokea hii neema, wewe ambaye umekubali kuwa kielelezo cha Yesu, wewe ambaye umekubali kuwa kielelezo cha Mungu. Kwa hiyo, mtumishi wa Mungu anaposimama mahali hapa, anatamani kusikia neno la Mungu limevuma mtaani kupitia sisi, neno la Mungu limevuma kule ambako uliko kupitia wewe. Kwa nini? Kwa sababu lilipoletwa neno, Yesu alileta neno duniani, na alipo ta neno ndipo Paulo anasema watu wamekuwa wanamfuata yeye katika Makedonia yote na Akaya. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wanamfuata kwa sababu yeye naye anamfuata Kristo, na wale wanaomfuata nao wanaangaza kule, ndipo ambapo neno linavuma, neno linazagaa kule, kila mmoja anapokea, kwa sababu watu wamekubali kuwa kielelezo. Yesu anasema, nikiinuliwa juu nitawavuta wote kuja kwangu. Kwa hiyo ili Yesu aweze kuinuliwa juu lazima sisi tumuinue kama vile nyoka wa shaba alivyoinuliwa pale jangwani, kila aliyemtazama alipona, kila aliyemtazama alipona na zile nyoka za moto. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tunatakiwa kumwinua Yesu katika ulimwengu huu, ndivyo ambavyo tunatakiwa kumwinua Yesu kila Tunakoenda ndivyo ambavyo tunatakiwa kuwa kielelezo cha Yesu, kule ambako tunaishi, kule ambako tunafanyia kazi, kule ambako tunatembea. Kwa nini? Kwa sababu Yesu akishainuliwa anawavuta wale wote walio wabaya, wanageuka wanakuwa wazuri pa. Wakina Paulo walikuwa ni watu wa uaji, lakini waligeuka. Kwa nini waligeuka? Kwa sababu Yesu alisema nao, waligeuka kwa sababu jina la Yesu lilipovuma, nao walipolisikia walipokea. Sasa na sisi tunapotoka mahali hapa, tunapoendelea huko mtaani, tunatakiwa tuvumishe jina la Yesu, tunatakiwa tuvumishe wema wa Mungu, ili watu wote wageuke, ili wale walio wabaya wageuke, wamgeukie huyu Mungu ambaye tunamtumikia.